Kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Igonga amethibitisha kukamatwa kwa aliyekuwa mwanajeshi wa Uingereza Robert James Purkiss, nchini Uingereza na hivyo kuwezesha juhudi za kurejeshwa kwake humo nchini kuanza kuhusiana na kifo cha Mkenya Agnes Wanjiru mwaka 2012. Kulingana na Igonga, mshukiwa huyo alikamatwa kufuatia juhudi zilizoshirikishwa baina ya maafisa wa Kenya na Uingereza. Kukamatwa kwake ni hatua muhimu katika juhudi za kutafuta haki zaidi ya mwongo mmoja baada ya kisa hicho. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma alisema kuwa mshukiwa huyo anatarajiwa kufikishwa kwenye mahakama moja nchini London, jijini London tarehe kumi na nne mwezi huu kwa kikao cha kusikizwa kwa ombi la kuachiliwa kwa, kwa dhamana kuhusiana na ombi la Kenya kwamba arejeshwe humu nchini kikao kuhusu jinsi ya kushughulikia kesi hiyo kitaandaliwa tarehe tisa mwezi ujao wanjiru mama wa umri wa miaka 21 aliyekuwa msusi wa nywele alitoweka tarehe 31 mwezi machi mwaka 2012 mwili wake ulipatikana kwenye tangi la maji taka tarehe 5 mwezi juni mwaka 2012 hali iliyozua ghadhabu za umma na shinikizo za kutekelezwa kwa haki